Waumini wa Dinari ya Makima kupitia Area Dean Reverend Captain Mary Ngari wamekuja na mpango wa ibada za fellowship ya pamoja ili kuomba na kupokea baraka za Mungu. Ibada hiyo itakuwa ikiwakutanisha kila baada ya miezi miwili Wakristo wa dinari ya Makima kutoka parokia tatu za Makima, Mbondoni na Gatwanyaga. Kwanza ni kusema ni asante sana kwa kasisi wangu Kapteni Mary Kupanga tuwe na mkutano wa dinari. Akizungumza mara baada ya ibada iliyofanyika Jumapili, Machi 30 mwaka 2025 katika kanisa la St Paul's Makima, Reverend Captain meringari alisema lengo ni kuomba baraka za Mungu na kuwaunganisha watu wa dinari hiyo kuishi katika umoja wa Yesu Kristo. Ni wakati wa kukumbukana, ni wakati wa kujaliana, ni wakati wa kujali wale wanaolia na wale ambao wameachwa nyuma ili tusije tu tukaraumu watu bali tukajua ya kwamba tunapigana. Na mimi kile kimenitia nguvu ni ile lile tukio limetokea, kwamba joka yule ambaye ameonekana tukimaliza katika kanisa alikuwa joka mkubwa, na ya kwamba Mungu ametuwezesha tumemulia huko huko. Alisema ibada hizo zinasaidia Wakristo kuimarishana na kusaidiana kuchangia MSF. Hivyo kila baada ya miezi miwili ibada itakuwa ikifanyika katika moja ya parokia na sadaka itakayopatikana itabaki katika parokia husika. Nimeona ni furaha sana kwa sababu tumekutana pia na watu wengine ambao tulikuwa tumeanzisha hii parokia pamoja. Tumefurahia sana kuwa na ule umoja, kwa hivyo ni shukurani sana. Kwa hiyo mipango inaonekana, tutaendelea vizuri kama tutakuwa tunashirikiana. Katika kukutana tunaongeza udugu na injili ya Mungu iendelee mbele. Reverend Captain Mary Ngari, msimamizi wa huduma ya uinjilisti umisheni na upandaji makanisa katika daosisi ya Mbeere, alisema ibada ijayo itafanyika siku ya Jumapili tarehe 25 Mei mwaka 2025 katika kanisa la Mbondoni. Hii inaonyesha hao watu wako na upendo na tu sana, sana, tukikumbuka wakati hii ya Lent ao Yesu Kristo alikuja kwa sababu ya upendo, alikuwa na hurubiri upendo, alienda akapaa mbinguni akiachia watu wake amani na upendo. Kwa hivyo hao watu wanaonyesha, na nimeona venye watu wa Makima ni watiifu, wametulia kwa kanisa, wametulia kwa ibada, hakukuwa na wasiwasi wowote. Ningesema hii Dinari iendelee na wabarikiwe sana. Shukrani na pongezi za pekee zimwende mpige picha wa ibada hii, kasisi Nicholas Muridhi, nami ni Michael Woga.